Na nimekuwa mahali hapa kutoka mwaka wa 2009 hadi wakati huu. Uh, kazi yangu hapa si kuchileta bali nilikucha na official letter kutoka kwa mission yetu ya PAG Kenya. Na mwaka wa 2010 watu wakatoka kwa hii kanisa wakaenda na wamerudi hapa 2012, wakanitatisa sana. Tukaenda kotini nikawashinda kesi hata walinipika masipao na hata walinipika chino chilikaanguka. Na nilipo washinda kesi wakaenda, wamerudi tena 2022, wametusumbua. Kesi iko kotini na pato wananisumbua walitoa koti ota ya kwamba wasiwe mahali hapa, lakini kwa vile wanasaidiwa na e, polisi bado wanakuja hapa na kunitatisa. Wakati niliingia kwa nyumba, nikawa nikaona kijana ambaye anashiriki kwa ile kanisa lingine jirani anapita polepole pole pale nyuma ya ukuta, alipomchungulia vizuri, alikuwa amebeba dawa kwa mkono wake. Nikasema nichungulie vizuri, nikaona huyu jamaa akakuja na dawa, ilikuwa sumu na alitaka kuweka kwenye maji kwa nyumba. Kisha vyenye nilimwona, akashtuka na akaashiria ndani ya nyumba na akatoka mbio, na sisi tukawauliza kwani tunataka kuuana ama? Sisi ni washirika ambao tunamtafuta Mungu.